Chelewa kuoa ni sehemu katika mafsada, ni sehemu katika mafsada. Kwa sababu gani? Kwa sababu yanapelekea kufanya mambo ambayo hayasiofaa, ndo kama haya. Sawa, kijana ana ni mchumba wake, ana mchumba wake, ima saa zingine na yeye pia ni mwanafunzi mwenzake wanasoma chuo kimoja au vyuo tofauti, lakini kijana hana hana furusi hana uwezo wa kuoa kwa sasa, kwa wanasubirishana, wampea na wampea na muda kwamba wataoana baada ya miaka miwili inshaallah, baada ya mwaka, baada ya miezi kadha, tukimaliza chuo tukishapata kazi tutaoana. Nakuta ndivyo wamewekeana makubaliano, wanadanganyana hivi sasa sawa, sawa. Mimi natumia lugha wanadanganyana, wengi waliokuwa wengi wanadanganyana mara nyingi wakimaliza vyuo, kila mmoja anashika njia yake sawa, kila mmoja anashika njia yake na hakuna anayemjua mwenzako. Kwa hivyo, eh, kwanza jambo hili ni, ni hatari. Uchumba wa sampuli hii ni hatari, ni hatari. Uchumba wa miaka miwili mitatu, sawa, ni uchumba ambao kwa namna hii unapelekea katika mafsada, kufanya haramu, ndio kama hivyo, kuwasiliana tena baadhi ya uchumba kisheria wanaweza wakawasiliana, wachumba wanaweza wakawasiliana kwa maslahi ya, kwa maslahi ya ule uchumba, kwa ajili ya kuangalia na, na kubadilishana kama kuna jambo la wajibu wanatakiwa waweze kunasihiana, kadhalika kuna, kadhali kuna jambo linatakiwa la kisheria waweze kulijadili, ambayo ni jambo ambayo lina maslahi katika mustakbali wa maisha yao, inafaa lakini kwa vidhibiti vya kisheria. Mnawasiliana vipi kwenye kuchati hivi? Eh, usiku wa manane mnaongea masaa matatu manne, watu hamlali, mnalala kubaila ya alfajiri, yani adhana ya inasoma ndio mnalala. Hadha halali je? Ndio huo ndio hayo mawasiliano walio hayo hayakubaliki. Ni mawasiliano ambao wanakuwa na vikomo eh, na kwa mawasiliano wale mawali wali wa binti anakuwa anajua kwamba wewe unawasiliana naye na unaongea naye nini Sio, mna chat hapo, kimaliza unafuta message. Hadha haram, sawa? Yani unakuwa sina naye mawasiliano ambaye anaweza hata baba yako akayaona na kusiwe na shida yoyote, na basi, ni mawasiliano ambayo yana maslahi na ndoa yenu ambayo iko mbeleni huko, lakini sio kuchati tu kwa mambo eh, mambo ya unasemaje una, una, una yasiokuwa yani, ya yani, na faida yani yani, ukiangalia kisheria hayana faida lakini tu kwa sababu ya eh, hamasa na nini, nafsi napenda hivyo, nafsi inapenda hivyo kuchati na nini, piga story. Hadhara ya mbada na hali katika madhara ya kurefusha uchumba, ya kurefusha mchumba kwa kijana, usifanye hivyo kwa Kiislamu kama hujawa tayari kuoa, unaona wasa hauko kwa sasa, usichumbie. Hadha khairu laka, usijiingize katika mtego wa kuchumbia, kwa sababu unaweza ukajikuta unafanya yasiyofaa lakini baadaye ukaja kujuta, baadaye ukaja kujuta ukifanya uchumba uliokuwa mrefu, kwa sababu unaweza kapelekea baadaye ukampa vijizawadi yule binti eh, ukampa vijizawadi na anapokea. Mara kibinti anaona umechelewa. Sasa mbona mtu mwenyewe si mwelewi, anatokeza kijana mwingine ambaye amechangamka. Binti akimwangalia usoni kijana amechangamka, akikuangalia wewe unaona kama kile umesinzia. Halasi anachukua ile kijana ambaye anamuona na muhesabu yeye amechangamka. Anamuoa. Sawa, na Isao amefanyaje? Amekusaliti. Sawa, unaanza kutangaza umenisaliti, na saa zingine hata nyumbani kwao unakujafika, halafu nasema wewe ni mchumba. Mchumba gani? Mchumba ni yule ambaye anatambulika kule kwao na binti, ukiwa hujafika, yani wewe huhesabiki kama wewe ni mchumba, wewe huhesabiki kama wewe ni mchumba. Lakini hata kama utakuwa umefika kule na unatambulika, basi usirefushe muda wa uchumba kwa sababu kuna mafsada makubwa kufanya hivyo, ni nakaribisha mtu kuingia katika haramu hara. Nasubiri muda ukifika, utashuhudia mabinti wako mabinti wako. Hey, ukiona kwamba binti fulani yule namjua, basi na, nambuki kimya kimya, sawa, unamweka katika moyo wako. Haina haja ya kuanza kumtafuta na kuzungumza naye hali ya kuwa huna kutwa za kuoa hivi sasa.